Wizara ya biashara ndogo ndogo na wastani Susan Mangeni amesema kuwa serikali imejipanga kikamilifu katika kuendeleza ajenda ya kuwawezesha vijana kupitia mpango wa Nyota. Akizungumza na vijana katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu, amebaini kuwa serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha vijana wanapata ajira humu nchini. Sebastian Maria anaarifu. Serikali inapoendelea kuwapa vijana mgao wa Nyota, katibu katika wizara ya biashara ndogo na za wastani Susan Mangeni amesema kuwa mpango huo ulilenga kuwasaidia vijana angalau elfu mia moja, lakini idadi ya waliojiandikisha ikiongezeka kila kuchao because of the resources limitation but this in a way it has really uh, shown us that uh, we now having a growing uh, a young population that now has demonstrated a growing interest in doing business those ones that were not able to be selected uh, were not successful bado tuko na uh, initiatives zingine for example huko kwa ministry yangu tuko na initiative kama Uwezo Fund tuko na initiative kama Youth Enterprise Fund Women Enterprise Fund that entire ecosystem tutaweza because we have now the data we have that database of the young people that showed interest in this project we'll go back and start reaching out to them and see how well we can organize them around the emerging opportunities and even now we've been challenged we're going to reorganize some of these uh, initiatives around the Nyota model because we've seen Nyota model has proven to be more responsive into the entrepreneurial needs of our young people. Akizungumza na vijana wanaoendelea na mafunzo katika eneo la Mbeere Kaskazini Kaunti ya Embu, amewahakikishia kuwa ndani ya kipindi cha wiki moja au mbili watapokea mgao wao wa kuanzisha biashara, huku akiwahakikishia mikakati iliyowekwa na serikali katika kuwawezesha vijana kupitia mpango huo wa Nyota. Mabeinthe nex whii we are dealing with. Miongoni mwa walionufaika na mpango huo ni akiwemo Magret Ajema kutoka eneo la Ayego County ya Migori. Margaret, na anaishi na ulemavu akishukuru kutokana na msaada huo, na msaada aliopata wakati wa kujiandikisha na mpango huo wa Nyota. Nyota, na nikaitwa, nilipigiwa simu Friday jioni saa kumi na mbili, niende Meru, niende maua primary Meru, na sikuweza kufika huko. Nimejaribu nikaulizia hadi nimeenda kwa, nimetembea kwa hizi ofisi zetu hadi nimefika kwa information hapo, ndio hadi nikafika hadi nimepata. Sebastian Maria, Undugu TV.